la Agano la Kale. Sasa kwa wakati huo huo wa Agano la Kale, kwa nini Mungu yonekane kama kuna dhambi alikuwa anazipenda na zingine hazipendi? Kwa sababu hiyo ni kama kumkufuru Mungu. Ukisema kwamba kwa wanawake wengi ni dhambi, maana yake kwanza unamtukana Mungu. Unamaanisha kwamba e, Mungu anapendelea dhambi. Unaona mambo yalivyo? Yaani unamaanisha kwamba Mungu anapendelea dhambi. Kwa sababu kama ni dhambi, inamaanisha ni dhambi ambayo Mungu hakuijali wakati watu walipoitenda. Sijui tunaelewana vizuri, mtu wa Mungu. Nimetolea mfano kwa Daudi, wako wengi tu ambao ningeweza kuwatolea mfano. Nimetolea mfano kwa Daudi. Sasa pale ukiendelea, okay, pale mbele nimeandika hivi kwenye hiki kitabu cha maswali na majibu kuhusu uhalali wa Mkristo kuwa na wake zaidi ya mmoja. Pointi inayofuata nasema, jambo hilo au jambo linalosikitisha ni kwamba kuna watu wamewa, wamewafundisha watu wa Mungu na kuwaambia kwamba amri ya marufuku kwa Mkristo kuoa wake zaidi ya mmoja ililetwa na Mungu, kwamba Mungu ndiye aliyeleta amri ya marufuku ya kumzuia Mkristo kuwa na wake zaidi ya mmoja. Hili jambo linafundishwa na watu na watu wamekuwa wakilifundisha, na unakuta kwamba e, mpaka watu wanatengwa kanisani eh, kama ikitokea mtu ameongeza mke wa pili, wanamtenga na kadhalika. Hayo yote yako kwenye hivi vitabu, ukivinunua utaona ukweli. Lakini nikasema wote lazima tujue chanzo cha amri ya kuoa mke mmoja kilitoka wapi? <laughs> kama leo hii ukimuuliza mchungaji au askofu au mtume au nabii kwamba kuwa na wake zaidi ya mmoja ni dhambi au ni sio dhambi? Anakwambia ni dhambi. Lazima hiyo marufuku tujue ilianzia wapi. Nimeandika hapa kwamba amri ya kuoa mke mmoja tunaipata wapi katika Agano la Kale? Haipo. Soma Biblia yako kuanzia Mwanzo. Amri ya kuoa mke mmoja tunaipata wapi katika Agano la Kale? Haipo. amri ya kuoa mke mmoja tunaipata wapi katika Agano Jipya? Haipo. nisikilize vizuri, Yesu alipokuja hakuna hata mahali aliwahi kusema Mkristo atakayeoa mke zaidi ya mmoja ameanguka au anaenda motoni. Haipo hiyo. Kwa hiyo hata kwenye Agano Jipya hiyo amri ya marufuku ya Mkristo kuwa na wake zaidi ya mmoja kwenye agano jipya haipo. Sasa je, kitendo hicho cha Adamu kupewa mke mmoja kiliambatana na marufuku ya wake wengi? Jibu ni hapana. Hicho kitendo cha Mungu kumpa Adamu mke mmoja hakikuambatana na marufuku, lakini sisi tumeweka kiambatanisho, tumeambatanisha kwamba Mungu alipompa Adamu mke mmoja alimaanisha ni marufuku kuwa na wake wengi. <laughs> Sijui, sijui kama, sijui kama unanielewa vizuri. Hakikuambatana na marufuku, ndio maana hapa nimeandika kwamba je, Mungu alipompa mke mmoja, alipompa mke mmoja Adamu, alikuwa anatuambia kwamba ni haramu au ni dhambi kwa mtu yoyote atakayeoa wake zaidi ya mmoja? Nikasema maswali kama haya ni moja ya maswali ambayo, ukiwauliza maaskofu wengi na wachungaji wengi, hawatakujibu kwa mjibu wa maandiko, ila watakujibu kwa mjibu wa misingi ya mapokeo ya makanisa yao, huku wakitumia baadhi ya maandiko ili kuwaaminisha watu kwamba Mungu alipompa Adamu mke mmoja alitoa pia na katazo la kuongeza mke, ikiwa mtu akitaka kufanya hivyo. Hakuna katazo lililoambatana na Adamu kupewa mke mmoja, hilo katazo halikuwepo, tukisema tu ukweli, tukisema ukweli e, mimi hapa ninacho ninachoongea hapa ni kile ambacho ni ukweli. Ukiona kama kuna katazo liliambatana na kile kitendo cha Mungu kumpa Adamu mke mmoja kuna katazo liliambatana na hiyo basi, mimi nitakuwa ninapotosha. Lakini kama hakuna katazo linaloambatana na hilo jambo alafu wewe ukaliweka hilo katazo, maanake unaongeza maandiko, na maandiko anasema kwamba kwenye Ufunuo atakayeongeza maandiko katika haya yaliyoandikwa ataongezewa mapigo siku ya mwisho, na atakayeyapunguza yale yaliyoandikwa anasema ataondolewa kwenye mti wa uzima wa milele, manake atakosa mbingu. Kwa hiyo kuna baadhi ya watumishi ambao wamejikuta wanaongeza maandiko. Kwa mfano, unapomwambia mtu kwamba Mungu wakati anampa Adamu mke mmoja angekuwa anamaanisha kwamba ni katazo, kama wachungaji wengi wanavyofanya, watumishi wengi wanasema alikuwa anamaanisha ni marufuku. Angemaanisha hivyo hata wale waliotutangulia, lazima Mungu angewa angewaambia kama alivyowaambia kwenye zambi zingine. Yaani usiseme tu, ah, unajua ilikuwa agano la kale Mungu alijifanya zama zile azioni. Hapana. Alikuwa azioni, anawezaje kuona zambi hii na hii asione kwa zama hizo hizo? Lazima uangalie hapo. Huko tutapazungumzia vizuri, ndio maana nimesema kuna vitabu tisa hivi hapo ambavyo nime, nimeandika vinahusiana na maswali na majibu kuhusu uhalali wa Mkristo kuwa na wake zaidi ya mmoja. Kwa hiyo kwenye hiki hapa pointi yangu kubwa inayo inayoleta jibu la moja kwa moja inaanzia kwenye swala la uumbaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye swala la uumbaji, kwamba Mungu wakati anaumba alikuwa ana maana ambayo sisi hatutakiwi kuingilia uhuru wake. Na maanisha hivi Usiseme kwa haraka haraka kwamba Mungu angetaka Adamu awe na wake wengi angempa wake wengi wakati wa kuumba. Hiyo unaingilia uhuru wake. Labda e, swala lako lingekuwa na mantiki kama ungesema hivi, Mungu